Majira ni saa tisa sasa Afrika Kati, ikiwa ni kumi majira Afrika Mashariki. Urejabu wakili Kabonga, the one and only town DJP, na hii ni Baraka one TV ambao kwa nasikiliza kutoka DRC, kokote duniani ambako mko nasikiliza matangazo yetu, najua tuko wengi sana. Joseph Kabila Kabange amewafanya oh, nini Wakongomani? Eh, Joseph Kabila Kabange anataka nini kwa Wakongomani? Joseph Kabila Kabange am, amekuwa ni mwiba sana kwa Wakongomani. Joseph Kabila Kabange anaonekana kwamba miaka kumi na nane ambayo aliongoza nchi hii wala hakuridhika, lakini anataka kuweza kujaribu nchi hii masharti kumi na mbili ambazo serikali ifanye reconciliation dialogue mixage, eh, e, brasage ambazo alifanya ambazo pia anataka azifanye. Unajua kuna kitu hapa ambacho tutakwenda kujadili kikubwa sana. Paul, Paul Kagame ameamua kumwachia reoi responsibility. Respo, responsibility ya M23 Congo, huku akiwa nandoa ma RDF yake Congo. Anamwachia Joseph Kabila aje asime avai, sasa uhusika ye mwenyewe aingie frontline, hapana ile kubaki baki background, kwa sababu masanksion zenye Rwanda inapata inachoka. Leo Rwanda maisha ni magumu sana kwa sababu ya nani? Ya Joseph Kabila. Kwa hiyo akamwambia, bwana sisi uh -uh, wewe peke ingia, ufanye mambo yako. Na ndio maana unaona Joseph Kabila alitoka na kufanya ile school ambayo ndani yake mnajia matope kishansi So ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka 1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata habari zetu za moto kila wakati, na pia tembelea B1 TV channel tu kama pa, pia bado hujaungana na Operation Saidia Mzalendo, njoo tu kwamba operation hii bado inaendelea, na hivyo ungana na B1 TV ili uweze kuendeleza harakati kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Akis Kandeki, Asimwe Baguma, Samuel Diedone Butoto, eh, Biondo Kilamba Mao wakiwa wanasikiliza Baraka 1 TV. Uh, King Sele, the only one king from USA, Ejide Kizenga Tembele na uh, Kizaba Ayeba wakiwa wanasikiliza Baraka 1 TV. mimi kabla ya kuenda mbali sana nakupa kwanza usikilize eh, jumbe hizi, wasikilize hawa raia raia wetu wanasema nini juu ya bwana Joseph Kabila, kisha nije nikumalizie na Paul Kagame anasema nini naye juu ya Joseph Kabila. Halo, jambo. <laughs> Sasa yeah, kuna, kuna kuna swali moja ambalo watu wanajiuliza sasa hivi. Indeed. Kwa, kwa nyinyi wakaaji wa Kinshasa uh, oui. Inasemekana kwamba diskuru ya Joseph Kabila kuna watu ambao wameipokea, oui. na na shangwe maeneo ya Kinshasa, zaidi watu wa muungano wa FCC, labda hali iko kule apres school ya Kabila liko sawa sawa, nilikwambia kama ile diskuru pia, ule ya ule Beltradi Simba mm, diskuru ya Nanga, diskuru ya Kabila na ule aa wanamwita Kagame apa kichasa sasa, batu yake suna yake mjini

anasema atupende mm -hmm. yeah. yeah. mm -hmm. ya ya ya lakini okay. ya, ya, uh, uh, lakini kitu kitu kingine ni, uh, ni kwamba mpaka sasa hivi licha ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya suspansio ya

bakongomani mingi walikuwa wanaishi mu mazingira ya, ya ujinga sana na hawa uh, wanasiasa walikuwa wanazoea kuwadanganya watu na ile maelfu mbili mbili elfu tatu unakuta uh, yeye anapora milioni kisha anawaleteni nyinyi mia mbili mia tatu, na mnaridhika na ile sasa serikali kuanza kwa kufuatilia zile kazi na kunasumbua. Sasa uh, swali lingine ni kwamba raia wa Est wa Bukavu zaidi wa Goma wa Minova na maeneo yote ambayo iko kipena M23 wanalalamika njia moja kwamba kishasa watu ni kukunywa pombe muziki mabare luenge mingi ni kama hawako e, naumia na, na, na, na, na matatizo ambayo sisi tu tunapitia huko. Ili hii swala pia Kinshasa likoje, uwe kama mkaaji wa Kinshasa mm. mm. mm. mm. mm.

basi inaomba kufunga roho na kujua ya kwamba ile diskuru ya ule kanambe haiko diskuru ya kusema, presida kongole njo iko anasema pale. Tujue ule alishikwaka presida infiltre mwinchi balimufabrike, yeah, identite banamufabrike akuwe mkongomani kuwa intere ya Banyarwanda Batusi, alors ndani ya 18 ans enye alifanya mwinchi presque 20 ans a 22 a ans, tukachanganaya uh, mzee Kabila bon. Sasa kitu gani enye anatakukorige enye anata kuonesha Kisekedi enye hafanye Kisekedi iko dictateur Kisekedi hivi na hivi, arme aliacha e ya kusema kama yeye aliacha armenia iko fort akutuachia arme koforo, aliacha alituachia arme enye anaiinfiltre na banya Rwanda banya Murenge, alituachia arme enye ana, <coughs> enye anaikorompre ana mine ku niveau zote institution yote aliacha na mine bo. Sasa alizania banakuta kisekedi atakuwa duru wa kusema ya kwamba Kisekedi atafata maneno yabo yote, mipango yabo yote balikesha fanya. Kisekedi alitembelea, sasa Kisekedi naiki mwenye aliona mbali ya njo muone iko na tutosha ndani ya shimu Margre, hadi manifeste sana Mugere, Margre hadi manifeste sana Mugere. Bon, inaomba tu sisi wazalendo tuendelee kupigana tujue, kama Kabila anaonesha kama yeye sasa ni M23 depuis zamani wakati alikuwa mupresidence mu, mu alikuwa anapuye ba, ba, Banyarwanda Banyamurenge, unasikia aliapuye musanse zote, me alikuwa anafanya sambla saa mwenyewe anapiganisha Banyarwanda me amemta iko na prepare denye alikuwa nafanya mistage brasage eh, nini yote ma ile eh, mpl 4 atusisabu nashi tukue batu benye tukue tunakumbuka benye bilipitia tusikue tunafanya tunatendewa kitendo na tunaisabu tunakua mubienye biko binafanyika leo, tukue tunaenda na tuko tunayua benye bilipita na benye biko binaenda, unasikia njo vile tuna tuna mkongomani anapasha kwa akawe tusikue batu ya kusabu, tuna neglige benye bilipitaka yote tunakua tunaona saa vile kumuzuri. Basi ile diskuru anafanya pale eh, basi basiko diskuru ya kusema hivi anasemea mkongomani wala iko anatafuta kuonesha kama yeye anaingia sasa murebelio sasa wazi kuapwe ku, ku, ku eh, arme yake nyali prepare yake. Unasikia, tufungule macho na tudikaze. Hata hapa mimi niko nanaambia nilitembea kumoto kutoka Ruchuru mpaka nilikuwa Ruchuru daire niko naona a partir ya jeudi

Hii afeire haiko afeire ya blag pole sana, fasi yote kwenye huko vita sahii, nye iko nanishangaza sana nyisha, kwani chani nakuwa tena kimya, ni hidi skuu ya Joseph Kabila asiye presidan eh, donge ndi skuu enyeni iko nasikia roho inaniluma naona na machozi naatakatakunianguka eh, parce que vitu vyote vyenye anasema na mapata ke diskuru mwenye ina soutenir elema amo, mie mamangu, haiko tena vitu vya kuficha ya mamangu Siseke, je regret vraiment nanje vyenye kabili kuna penda tu explique hasulivi hata kitu chimoya juu ya agression juu ya nini, hapana yeye na yua ke ni yeye njoo kuna tu agresse parce que dans une forme ma faire kama si kama ma dialogue ma inter congolais binakuwa, donc ni yeye na wake ni wa kongomani njoo biko na agresse wa kongomani, hasa wale biko na kongomani biko na agresse wa kongomani njoo wapi, donc ni yeye ni yeye na bonanga o ba kongomani wana tu agresse si ye alors ke, niko na fata discours yake karibu machozi ni anguke meshe mateso yote yenye tuko napitia kuweste, ba polisi bako napata gisa ya kushiexpliquer gisa. Sasa kila mtu ya kushitapa kwa vitu vyenye shaka fana vitu vyenye rifaka mwai inji mahali yenye sisi kuweste tunaona na tuko naishi, c'est vraiment regrettable. Niko nafuata hii discours, machozi karibu nianguke. Yeye anapana njoma strategie mwa hivi za bongo bongo ku maiti za mama yetu. Ni hizi kuna kwa gize kitena tuko naona. Kisha mimi ni dialogue vraiment, katikati mamangu, kisha tena mimi ni dialogue

Ndio mambo ya Joseph Kabila na ndio gisi watu wako naye Wakongomani wamekereka wamechukizwa, wamelahani. Hauwezi kukamata wakongole kama watoto sawa. So, huko unakuja unakomande watu uskomandema, huko unakomande watu wafanye hiki na hiki, serikali kwamba inashindwa. Leo hii utalilia serikali inashindwa mpugi <laughs> kwa nguru wa binadamu mchongo Rais wa Rwanda Paul Kagame amechoka na mambo ya Joseph Kabila. Tokio anaanza fanya hii biashara ya yeye na Kabila, Kabila ameweza kujali shiri kiasi kikubwa. Kabila ni miliardaire sawa, Kabila na pesa za kumwaga, lakini pesa zake zimeleta madhara makubwa kwa Kagame. Kagame ameamua kubwaga manyanga na kumwambia bwana, sikiliza, kulingana na hizi mambo mimi naondoa RDF ya Kongo. Nishapigwa masanctions na pei zote zile zilikuwa zinanisuteni. So, kwa hiyo sasa hivi Kagame yuko mwarakati za kuondoa RDF wake. Na kama unaona pia vita ya Kamanyola ilishindikana, niongeze. Ni kwa sababu ya hivyo. Unaona? Kagame perte ambayo amepata, kipigo ambacho iko napitia kinamfanya yeye ashindwe kuendeleza harakati ambazo alikuwa wako nazo majeshi ambayo iko yanakuja ramforu ni kutoka Uganda kwa sasa hivi, Uganda Kenya na Somalia pamoja na Sudan, wale wajinga ndio wako wanakuja. Unaona? Lakini Rwanda isha stope kutuma RDF wake na wako wanaanza kuwaretire. Ndio maana uh, u, ukiangalia sasa hivi baeme vetu biko napigana kwa sasa hivi, na wenyewe walikuwa mwanzo ni tofauti eske bjari markevu bazamani walikuwa sophisticated arme zao zikuwa viko na arme zenye ziko so, sophistiqué balikuwa viko na ma equipement zenye ziko modernise, balikuwa viko na makaskete zenye ziko dynamique, donc balikuwa viko bien bien bien bien. Ambale wakati wanaingia Goma amkoona ile ma image za basoda m ya M23 ya RDF, voila ilikuwa ni force speciale ya Rwanda, ndio ilikuwa Goma, ndio ingia Goma, ndio ingia Bukavu. Apana serse ta baada ya hii ma mana bakaanza kujiretire. Wenyewe wako wanakuja ni wa prison yenyewe kutoka ma prison, babandi bibiko na kamata, bali babiana bibiko na kamata Goma Bukavu, mawapi kuliko ma mama sisi maruchuru wana batuma ku formation. Unaona ta mateniza hapo ni matenizi moyo hivi za za wanamgambo. Ushelewa? Sasa hawa ni chai za rangi. Wenye wanabaki kidogo wa RDF ni entourage ya Cornel Langa wilingoma, donc wale ba autorité ya AFC. Lakini wengine wote wako narudia. Unaona? Ndio mwana kwambia hapana, bwana. Asimetua. Ndio hii diskuru sakenda kutoa mu diskuru yote, hakuna fasi enye alikondamne Rwanda, wakati nations zini inakondamne Rwanda kuingiza ma RDF u Kongo. Nchi zote zinaongea vile. Me Kabila kugusa Rwanda. Uone kama ni mtu mmoja wa ajabu ajabu sana. Ni mtu mmoja wa ovyo sana. Na nashukuru serikali ya Kongo e, iko mbioni hivi si waziri wa wa, wa sheria Sharudi Kishasa watenda kufanya maana ya daire international. Na, na nchi yoyote yenye Kabila atakanyaga miguu imlete Kongo. Nchi yoyote yenye itakataa kumleta Kongo moja kwa moja ambasadi yake tunaifunga atu akuwa na pt hakuna huruma ifo. Kabila arudi Kongo ajibu mashtaka kwa makosa ambayo ameweza kuyafanya. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Na asante sana kwa wote ambao mmezidi kuwa pamoja na sisi. Mengine kutana ni majira ya saa kumi na mbili ambapo tutasoma mitazamo mbalimbali ya wananchi wanasemaji kwa yote ambayo kunaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.